DW. Habari za Ulimwengu. Msomaji wako ni Lilian Mtono, na kwanza ni muktasari wake. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz asema ameridhishwa na mazungumzo yake na Rais Donald Trump. Shirika la Afya Ulimwenguni lataka ulinzi kwenye hospitali zinazotoa huduma katika ukanda wa Gaza, na mazungumzo ya kibiashara kati ya Marekani na China kuendelea baada ya majadiliano ya marais wa mataifa hayo. Habari kamili. Washington. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema amemkumbusha Rais Donald Trump wa Marekani kwamba mataifa hayo mawili sasa yana msimamo mmoja kuhusiana na kuiongezea mbinyo wa Urusi ili ivimalize vita vyake nchini Ukraine. Akizungumza na DW muda mfupi baada ya mazungumzo yake na Trump katika ikulu ya White House, Merz amesema amemkumbusha pia Trump kwamba Marekani wakati wote itabaki kama kiongozi wa ulimwengu katika jitihada za kuyashinikiza mataifa yanayoingia ya vitani. Kansela Merz aidha amesema suala jingine kubwa walilojadiliana ni ushuru, akisema amejaribu kumshawishi Trump na serikali yake kwamba wanatakiwa kuzungumza ili kupata suluhisho ingawa amesema hilo litachukua muda. Aidha amesema Trump amekubali mwaliko wa kuitembelea Ujerumani na tayari timu inayohusika imeanza kuandaa tarehe ya ziara hiyo. Geneva, shirika la afya ulimwenguni WHO limetoa wito wa ulinzi kwenye hospitali mbili zilizosalia katika ukanda wa Gaza na kutahadharisha kwamba sekta ya afya kwenye eneo hilo inazidi kuwa tete. Shirika hilo limesema hospitali za Nasa na Al amal ziko hatarini kushindwa kufanya kazi kabisa kutokana na vizuizi vya misaada na barabara kufungwa, hali inayodhoofisha zaidi mfumo wa afya wa Gaza. Kulingana na WHO, hospitali hizo tayari zimeelemewa na wagonjwa waliojeruhiwa vibaya ambao huletwa kila wakati, huku zikikabiliwa na upungufu mkubwa wa vifaa tiba. Limesema ikiwa hospitali hizo zitafungwa, kutakuwa na athari kubwa na hasa kwa wagonjwa wa upasuaji, wagonjwa mahututi wanaohitaji kuongezwa damu, wagonjwa wa saratani na figo. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema alikuwa na mazungumzo mazuri na rais wa China Xi Jinping jana Alhamisi. Trump ameandika kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kwamba wamejadiliana kwenye mazungumzo hayo ya simu kuhusiana na masuala kadha, hususan kuhusu ya utata kwenye makubaliano ya kibiashara uliojitokeza hivi karibuni. Rais huyu wa Marekani amesema mazungumzo hayo yaliyodumu kwa saa moja na nusu yamekuwa na matokeo mazuri sana kwa mataifa hayo mawili. Aidha, Trump amesema ashi amemwalika yeye na mkewe Melania kuzuru China, ombi ambalo pia Trump alimtolea Jinping na kwa ujumla wote wawili wamekubali kutembeleana. La Paz, waziri wa sheria shiri wa, wa Bolivia amemshutumu rais wa zamani Evo Morales kwa ugaidi kufuatia madai ya kuwaagiza wafuasi wake kuacha kupeleka bidhaa kwenye mji wa La Paz baada ya kuzuiwa kugombea kwenye uchaguzi wa urais wa mwezi Agosti. Eh, waziri huyo amesema madai yaliyowasilishwa na serikali dhidi ya Morales ni ya ugaidi, kuchochea umma kufanya uhalifu na kushambulia idara za usalama wa umma, miongoni mwa madai mengine. Wafuasi wa Morales walianza kuweka vizuizi vya barabarani kuanzia La Paz, kuliko na makao makuu ya serikali, hadi katikati mwa Bolivia tangu siku ya Jumatatu na kulemaza shughuli. Morales aliyekuwa rais kati ya mwaka elfumbili na sita na elfumbili na kumi na tisa amezuiwa na mamlaka za uchaguzi na mahakama ya katiba kuwania awamu ya nne kwenye uchaguzi huo utakaofanyika mwezi Agosti tarehe kumi na saba. Na hatimaye kwenye michezo, mabao mawili ya Lamine Yamal yameiwezesha timu ya Uhispania kutinga kwa kishindo kwenye fainali za ligi ya mataifa UEFA Nations League baada ya kuifunga Ufaransa mabao matano kwa manne. Jana usiku mabao ya Uhispania yalifungwa na Nico Williams aliyefungua pazia la ushindi huo katika dakika ya ishirini na mbili, Mikel Merino, Lamine Yamal, Pedri na Lamine Yamal alihitimisha kwa bao la dakika ya sitini na saba. Uhispania sasa itakutana na Ureno kwenye fainali zitakazochezwa Jumapili mjini Munich, Ujerumani. Ureno ilitinga fainali kufuatia ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Ujerumani siku ya Jumatano. Mechi hiyo ilitizamwa kwa upande mwingine kwa kuwashindanisha Yamal na Usman Dembele wa Ufaransa wanaopigiwa upatu kushinda tuzo ya Ballon d'Or. Na huo msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. DW dunia yetu leo asubuhi na baada ya taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, sasa tugeukie uchambuzi wa yale tuliokuandalia asubuhi hii. Miongoni mwao ni kumalizia wa ibada ya hija huko Maka na kuadhimishwa kwa sikukuu ya Idhul Adha. Tutakwenda pia barani Afrika na kote ulimwenguni kuangazia athari ya marufuku ya shirika la misala wa Jerumani liliyowekwa na Trump kuelekea kwa wagonjwa wa maradhi ya kifua kikuu. Pia tutaangalia Sudan ambako jeshi limeamua sasa kuunda serikali ya muda ya kiraia. Je, hatua hii inamaanisha nini? Lakini kabla ya hapo, tuangazie maadhimisho ya kumalizika ibada ya hija katika mji mtukufu wa Makka, ambapo hivi leo ni sikukuu ya Idi Al-Adha inayoadhimishwa na Waislamu wote ulimwenguni kufuatia kukamilika huko kwa nguzo mojawapo kati ya nguzo tano za Waislamu. Mwenzangu Wiliani Mtono anayeangazia siku hii ambayo imeanza kuadhimishwa leo katika baadhi ya mataifa huku mataifa mengine yakingojea kuiadhimisha kesho Jumamosi. Karibu Waislamu bilioni moja nukta tisa kote ulimwenguni ambao ni sawa na asilimia ishirini na tano ya idadi jumla ya watu wanasherehekea sikukuu hii ya Eid baada ya kukamilisha ibada ya hija, mojawapo ya nguzo tano za Uislamu. Na kwenye sikukuu hii Waislamu huandaa kuanzia makazi yao, kununua mavazi mapya na kuandaa vyakula maalumu kabisa kwa ajili ya sikukuu katika siku ya kwanza wale wanaojiweza kifedha hutakiwa kutoa sadaka ya wanyama ambayo huwa ni kondoo, mbuzi, ng'ombe au ngamia na kuwagawia wasiojiweza sehemu ya sadaka hiyo. Kitendo hicho hurejesha kumbukumbu ya Nabii Ibrahim kumtoa kafara mwanaye wa kiume Ismail kwa utiifu mkubwa kabisa kwa Mwenyezi Mungu. Mambo mengine ambayo hufanyika kwenye siku hii ni kutembeleana, iwe familia ama marafiki, kubadilishana zawadi na kula pamoja. Lakini ni bahati mbaya kwamba Waislamu kwenye baadhi ya eneo wanasherehekea sikukuu hii wakiwa kwenye mazingira magumu sana. Huko ukanda wa Gaza kwa mfano, Wapalestina wa eneo hilo wamelazimika tu kuadhimisha sikukuu hii muhimu kwa Waislamu, lakini katika hali ngumu. Waislamu wa Gaza hawana chochote cha kuchinja kwenye sikukuu hii ya kuchinja. Hakuna nyama iliyoingia kwenye eneo hilo kwa miezi mitatu sasa, baada ya Israel kuzuia uingizwaji wa chakula na misaada mingine. Na wale kondoo, mbuzi na mifugo mingine iliyokuwa ikifugwa huko Gaza imekufa na iliyosalia ilipigwa mnada, lakini ni nani aliyeweza kununua mifugo hiyo? Mkazi mmoja Abdurahman Madi alisema hawezi hata kununua mkate sembusembuzi ingawa imezoeleka kwenye sherehe kama hizi biashara huimarika kutokana na manunuzi kuongezeka, lakini kwa Gaza mambo ni tofauti kabisa. Nguo kukuu na vitu vya watoto vya kuchezea vilibaki vimening'inia kwenye mtaa wa soko ulio karibu na mji wa Khan Yunis, kutokana na gharama kubwa kila mmoja alipita akatazama kainda zake. Mama Hala Abu Nkeira amesema huko nyuma wakati kama huu ulikuwa na shamrashamra shamra nyingi na watoto walikuwa na furaha, lakini sasa vizuizi vya Israel vimewafanya wakose unga, nguo na kwa ujumla furaha. Rasha Abu Suleiman anasema hivi karibuni alirudi nyumbani kwake huko Rafa alipopakimbia kutokana na mashambulizi, ili angalau achukue chochote kitu kilichosalia huko. Alikuta miwani ya jua, vinguo vichache na bangili alizowapa binti zake wawili kama zawadi za Eid. Kwa sasa hawezi kuwanunulia chochote kwa ajili ya sikukuu. Karima ni jeli mama na mkimbizi wa ndani kutoka Rafa, amesema watu wa Gaza wameadhimisha sikukuu za Eid al Adha na Eid al Fitri mara mbili wakiwa vitani, na kwenye Eid hizo nne wao kama Wapalestina hawakuwa na furaha yoyote, hawakutoa sadaka, hakuna vyakula, hakuna manunuzi ya nguo wala chochote kile. Asante Lilian Mtono. Kufuatia hatua ya ghafla ya rais Trump wa Marekani kusitisha ufadhili kwa shughuli za afya kupitia shirika la USAID, shirika la misaada la nchi hiyo, wafanyakazi wa afya pamoja na wadau katika suala zima la kudhibiti ugonjwa wa kifua kikuu katika mataifa mbalimbali ulimwenguni wamo katika mashaka makubwa ya kuendesha huduma za kupima na kufuatilia ugonjwa huo hatari ambao kila mwaka husababisha vifo vya zaidi ya watu milioni moja ulimwenguni. Lubega Emmanuel na maelezo zaidi. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, kusitishwa kwa ghafla kwa ufadhili kwa shughuli za afya duniani baada ya rais Donald Trump kuanza awamu yake ya pili mwezi Januari mwaka huu kumerejesha nyuma mafanikio katika juhudi za dunia za kudhibiti kifua kikuu. Shirika hilo linasema zaidi ya watu milioni sabini na tisa waliweza kunusurika dhidi ya ugonjwa huo tangu mwaka elfu mbili lakini sasa kutokana na ugonjwa huo kuzidi kuwa sugu kwa dawa pamoja na misukosuko, hali inazidi kuwa hatari. Hali hii ndiyo imesababisha wasiwasi na mashaka miongoni mwa wadau waliokuwa wakiendesha huduma za kupima na kufuatilia wagonjwa wa kifua kikuu kama vile katika nchi ya Nigeria. Katika mkutano wa wadau kutoka Afrika uliofanyika mjini Abuja walielezea kero yao kwamba itakuwa vigumu kuwafuatilia wagonjwa na kutoa matibabu stahiki kwao. Ibrahim Umoru, mratibu wa muungano wa mtandao wa asasi za kiraia zinazoshughulikia kifua kikuu Afrika, amesema kuwa kuweza kukabiliana na maambukizo ya kifua kikuu pana haja ya kuwafuatilia wale ambao tayari wanaugua, lakini sasa haiwezekani kutokana na kusitishwa kwa ufadhili. Mwenendo huu wa juhudi za kuokoa mipango kama hii unashuhudiwa hata katika mataifa ya Ufilipino na Afrika Kusini, na wataalam wanaonya kuwa kukatwa kwa misaada hiyo kutasababisha ongezeko la maambukizo ya kifua kikuu, ugonjwa ambao huwa zaidi ya watu milioni moja duniani kila mwaka. Hali ni mbaya zaidi nchini Nigeria, ambako tangu kuanzishwa kwa mradi husika mwaka elfu mbili ishirini kwenye awamu ya kwanza ya rais Trump ulipokea kiasi cha dola milioni arobaini na tano kutoka shirika la misaada la Marekani, USAID, kuendesha kampeni ya Nigeria isiyokuwa na kifua kikuu. Kwa mujibu wa takwimu za nchi hiyo, kifua kikuu huwa watu mia mbili sitini na nane kila siku na mara nyingi hii imetokana na idadi ya wagonjwa kutobainika. Mtu anayeugua kifua kikuu asipogunduliwa anaweza kuambukiza angalau watu kumi na watano. Hii ni kwa mujibu wa taarifa za shirika la afya duniani WHO. Shirika la habari la Reuters limehojiana na wafanyakazi kadhaa wa afya na wamefahamisha kuwa tangu mwezi Januari hawajaendesha zoezi lolote la kuwapima watu kifua kikuu kati ya mwaka elfu mbili ishirini na elfu mbili ishirini na nne waliwapima watu milioni ishirini nchini Afrika Kusini. Mipango ya shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka Medecins Sans Frontieres, linaloshughulikia kifua kikuu na virusi vya Ukimwi, limetatizwa pakubwa kutokana na kusitishwa kwa ufadhili wa Marekani. Mpango huo ulikuwa umefanikiwa kupunguza ugonjwa huo kwa asilimia kumi na sita kati ya mwaka elfu mbili kumi na tano na elfu mbili ishiri na tatu kwa mujibu wa takwimu za serikali ya Afrika Kusini. Kinachowakera zaidi watafiti ni kwamba walikuwa wamefikia hatua muhimu ya kujitokeza na chanjo dhidi ya kifua kikuu ambayo ingesaidia sana bara la Afrika. Waziri mkuu wa zamani wa Sudan Abdallah Hamdok amevunja ukimya na kusema kile ambacho wengi wamekuwa wakihofia, ukisema nacho ni kuwa ushindi wa kijeshi wa jeshi la Sudan hauwezi kamwe kumaliza vita vinavyotikisa nchi hiyo kwa zaidi ya miaka miwili sasa. Katika mahojiano maalum na shirika la AP, Hamdok alisema juhudi za kuunda serikali mpya ni utapeli mtupu. Doto Bulendu na taarifa hii kwa kina. Hamdok amepuuza hatua za jeshi la nchi hiyo kuunda serikali mpya akizitaja juhudi hizo kuwa ni za kugushi na kuonya kwamba ushindi wa karibuni wa jeshi hauwezi kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa zaidi ya miaka miwili. Akizungumza katika mahojiano ya kipekee na shirika la habari la Associated Press pembeni mwa kongamano la utawala la Mohamed Ibrahim mjini Marrakech, Moroko, Hamdok alisema hakuna ushindi wa kijeshi unaoweza kuleta suluhu ya kudumu kwa mgogoro wa Sudan. Na hapa na mnukuu, kama Khartoum imetekwa au haijatekwa, hilo halina maana yoyote, alisema Hakuna suluhisho la kijeshi kwa vita hivi, hakuna upande utakaoibuka na ushindi wa moja kwa moja, mwisho wa kumnukuu. Hamdok alihudumu kama waziri mkuu wa kwanza wa kiraia baada ya miongo kadhaa ya utawala wa kijeshi nchini Sudan. Alijiuzuru Januari elfu mbili na ishirini na mbili baada ya kipindi cha misukosuko kilichojumuisha kupinduliwa na kurejeshwa madarakani kwa shinikizo la kimataifa. Vita vilizuka mwaka uliofuata baada ya majenerali wawili kugombea madaraka na hadi sasa vimesababisha vifo vya watu wasiopungua elfu ishirini na nne huku wengine takribani milioni kumi na tatu wakikimbia makazi yao, milioni nne kati yao wakivuka mipaka ya kimataifa. Licha ya jeshi kurejesha udhibiti wa katumu mwezi Machi pamoja na maeneo jirani, mapigano yameendelea. Kikosi cha RSF chenye mizizi katika kundi hatari la Janjawid kimejipanga upya katika ngome yao ya Dafu na kufanya mashambulizi mapya maeneo mengine kama Korodofan. Hamdok amesema hatua ya kuteua waziri mkuu mpya Kamil Altaib Idris haitabadili hali ya mambo, akisisitiza kuwa na hapa namnukuu, serikali yoyote iliyoanzishwa sasa ni ya bandia na haina uhalali, mwisho wa kumnukuu. Kwa mujibu wa waziri mkuu huyo wa zamani, suluhu ya kweli inapaswa kuanza kusimamisha mapigano na kuanzisha mchakato wa kuleta utawala wa kiraia na kidemokrasia huku akisisitiza haja ya kushughulikia mizizi ya mzozo huo kama vile ukosefu wa usawa wa maendeleo, mgawanyiko wa kijamii na nafasi ya dini katika serikali. Hamdok pia alikosoa mataifa ya nje kwa kuchochea vita kwa kutoa silaha kwa pande zinazopingana, ingawa aliepuka kuushutumu moja kwa moja Umoja wa Falme za Kiarabu kwa madai ya kuisaidia RSF akisema lawama zinapaswa kuelekezwa kwa wote wanaounga mkono upande wowote wa kivita. tungependa kuona yeyote anayesambaza silaha kwa upande wowote anasitisha mara moja, alisema Hamdok, akionya kuwa kuendelea kwa usaidizi wa kivita kutoka nje kunaifanya Sudan kuendelea kuwa uwanja wa mapambano ya madola ya kigeni badala ya kuwa nchi ya amani. Baraza linaloshughulika na masuala ya wakimbizi la Norway, NRC, limetoa ripoti inayosema kwamba Cameron, taifa la Afrika ya Magharibi, iko katika mgogoro mkubwa wa kibinadamu uliopuuzwa ambao imeipiku hali ilivyokuwa ikishuhudiwa hata katika nchi jirani ya Burkina Faso. Saumu wa Simba anaitazama ripoti hiyo. Kimsingi, kila mwaka baraza hilo linaloshughulikia masuala ya wakimbizi wa la Norway ambalo ni shirika lisilo la kiserikali huorodhesha migogoro kumi iliyopuuzwa zaidi duniani. Kuna vigezo vitatu vinavyozingatiwa na shirika hilo kabla ya kuorodhesha migogoro hiyo. Kwanza ni ukosefu wa ufadhili wa shughuli za misaada ya kibinadamu kushindwa kwa vyombo vya habari kuangazia migogoro hiyo, na tatu ni kutojishughulisha kisiasa kwa jumuia ya kimataifa. Cameroon imeshaandamwa na migogoro ya kibinadamu mara tatu katika kipindi cha zaidi ya mwongo mmoja. Nchi hiyo imeshuhudia mgogoro wa muda mrefu wa mapambano kati ya makundi yenye silaha katika eneo la msitu linalozungukwa na ziwa Chad. imewahi pia kushuhudia machafuko makubwa kwenye maeneo yake ya kaskazini magharibi na kusini magharibi ambako kunakaliwa na jamii kubwa ya walio wachache ya wanaozungumza lugha ya Kiingereza na kuendeleza ukosefu wa utulivu kwenye eneo hilo. Shirika la NRC linasema kufikia mwaka elfu mbili ishirini na nne, kiasi watu milioni tatu na laki nne walikuwa katika hali ngumu ya maisha wakihitaji msaada wa dharura na ulinzi na zaidi ya watu milioni moja na laki moja walikuwa wameachwa bila makazi ndani ya nchi hiyo huku kiasi nusu ya wa wakimbizi na waomba hifadhi waliokimbilia usalama kwenye nchi hiyo walibakia katika njia panda ya kutoelewa hatima yao ya kupata msaada. Ripoti ya shirika hilo imekwenda mbali zaidi wakusema kwa kusema kwamba licha ya kushuhudiwa hali mbaya ya kibinadamu, vyombo vya habari vilipuuza na kushindwa kuripoti, huku jumuia ya kimataifa nayo ikijiweka kando kabisa, wakati fedha zilizotolewa kusaidia kufadhili msaada wa kibinadamu zikiwa ni asilimia 45 tu ya kiasi kilichotakiwa. Na kwa hivyo shirika la NRC linasema mgogoro wa Kamerun ni kisa kimoja cha migogoro ya kibinadamu iliyopuuzwa duniani na kutoripotiwa, lakini pia kutopata msaada wa ufadhili wa kifedha. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika hilo, ikiwa hatua hazitochukuliwa, basi hakuna shaka hali itakuwa mbaya zaidi katika mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano kwa mgogoro huo. Kadhalika limebaini kwamba kati ya migogoro kumi ya kibinadamu iliyopuuzwa duniani nane iko barani Afrika. Mataifa mengine yenye migogoro ya kibinadamu iliyopuuzwa ni pamoja na Ethiopia, Msumbiji, Burkina Faso, Mali, Uganda, Iran, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Honduras na Somalia. Katika mwaka elfu mbili ishirini na nne shirika hilo linasema chini ya nusu ya ufadhili ndio uliotolewa kusimamia migogoro hiyo, wakati ulimwengu ukitumia fedha nyingine nyingi kufadhili bajeti za ulinzi. Katibu mkuu wa NRC amesema ni masikitiko kuona kwamba mshikamano wa kilimwengu unafunikwa na sera za misingi ya siasa za kizalendo katika mataifa ambayo yaliwahi wakati mmoja kwa mataifa yanayotoa kwa wingi msaada katika bara la Ulaya, Marekani na kwingineko. Hali inayoonekana kwa sasa ni mataifa mengi kuitupa mkono sera ya ufadhili na kuwapa mgongo raia kipindi ambacho wanahitaji kusaidiwa. Asante sana Saumu Wasimba. Mamlaka ya mji mkuu wa Rwanda Kigali imesema itaanza kutumia satelaiti kugundua watu wanaojenga makazi kiholela kinyume na sheria. Rwanda imeweka sheria kali za kuzuia ujenzi wa nyumba na makazi kiholela kama hatua ya kukabiliana na ongezeko la makazi duni nchini humo. Hatua hii inakuja huku malalamiko ya wananchi akizidi kuhusu baadhi yao kushindwa kulipwa fidia za mali zao wanapotakiwa kuahaa makazi duni. Kutoka Kigali mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi. Suala la makazi duni hasa katika maeneo hatarishi limekuwa changamoto kubwa nchini Rwanda. Kwa miaka mingi sasa hairuhusiwi kujenga nyumba bila idhini ya viongozi wa ngazi za mwanzo kupitia kibali mtu anachopewa na ili upewe kibali hicho ni sharti kwanza uonyeshe ya ramani ya nyumba na eneo ambako utaijenga nyumba hiyo. Hii inasaidia mamlaka kujua ikiwa eneo hilo linaruhusiwa kujengwa nyumba za makazi, maana si kila eneo la watu kuishi kulingana na ramani ya mpango mji. Kutoka halmashauri ya mji wa Kigali, kwa sasa linaendelea zoezi la serikali kuwahamisha wananchi katika maeneo hatarishi. Hata hivyo, katika maeneo mengine serikali inawahamisha wananchi kisha kuwajengea nyumba ambamo wanapewa vyumba vya kuishi, lakini baadhi wanasema mchakato huo una mapungufu. Wananchi hawa wamekubali kuzungumza kwa sharti moja tu la kutotajwa majina. Aiko, wanatulazimisha kuondoka katika maeneo yetu. Kama wanataka sehemu hii wajenge nyumba za kisasa, kisha katika nyumba hizo watupatie vyumba vya kuishi kama fidia ya ardhi yetu. Siku zote tumeiomba serikali kuweka lami katika barabara yetu. Sasa hivi wameanza kuweka na sasa wanataka tuhame, tuhame twende wapi? Tunataka watufafanulie zaidi, ili tuweze kuelewa, sio kuchukua hatua za haraka Aiko, atakufa. Lakini haya yakitokea, bado kuna sehemu nyingine ujenzi usiofata mpango unaendelea, na kumekuwepo na bomoa bomoa ambayo baadhi wanahisi inapelekea hasara kubwa kwa wananchi kwa sababu wengi wao hujenga huku viongozi wa ngazi za mwanzo wakiwepo. Lakini sasa serikali kupitia halmashauri ya mji mkuu wa Rwanda, Kigali, imepata ufumbuzi wa tatizo hilo. Meya wa mji huo Dusengiyumva Samuel amesema tayari matumizi satellite yamo mbioni kuchukua picha za makazi mapya yanayojengwa bila vibali ili yabomolewe haraka. Mu rwego rwo kukomeza kunoza ujenzuzi muji wa Kigali. Katika jitihada za kuhakikisha watu wanaoendesha ujenzi wa aina yoyote mjini Kigali wanafuata sheria zilizowekwa, mamlaka ya mji wa Kigali imeweka mfumo maalum ambao unatusaidia kutumia picha za satellite ili kutambua kila nyumba mpya inayoinuka katika ardhi ya mji wa Kigali. Hii ina maana kwamba kila wiki satellite inatupatia picha, na tukizilinganisha picha hizo na wiki ya mwanzo, tunatambua jengo jipya na tunalichukua jengo hilo kupitia mfumo unaotoa vibali vya kujenga na kujua ikiwa mwenye kujenga ana idhini au la. Na mjenzi akiwa hana vibali, satellite hutusaidia kujua hilo, na hivyo kuliondoa jengo hilo tena kuharaka. Kwa haraka. Kwa upande mwingine, lakini baadhi ya wachambuzi wanasema teknolojia hii itasaidia zaidi ikiwa itakwenda sambamba na kuwasikiliza zaidi wananchi, hasa wale ambao bado changamoto za makazi zinawasumbua. Jocelyne Mukamanzi ni mkazi wa Kigali. Mi nadhani matumizi ya satellite yatakuwa na manufaa kwa namna moja ama nyingine, lakini pia ni mi ningesisitiza ni tu kwamba mji wa Kigali unapofuatilia masuala hayo uweze pia kufuatilia masuala ya ama malalamiko ya wananchi ambao wamekuwa wakilalamika kuhusu kubomolewa makazi yao. Tatizo hili la makazi huenda likachukua muda licha ya juhudi zinazowekwa na serikali. Silvanus Karemera, DW Kigali. Basi ripoti yake hiyo Silvanus Karemera inahitimisha ngwe ya mwanzo ya dunia yetu hii asubuhi, lakini usizime redio yako mpenzi msikilizaji. Salamu za Idul Adha zinakujia DW kipindi maalum Eid Mubarak msikilizaji wa idhaa ya kiswahili ya DW popote pale unapotutegea sikio asubuhi hii ya Idul Adha sikukuu inayosherekewa hivi leo na Waislamu wote kote ulimwenguni. Ni furaha yetu kukukaribisha kwenye makala hii fupi itakayotupa fursa ya kuielewa sikukuu hii. Mimi ni Saumu Mwasimba, nimkaribishe Sheikh Abdullah Kambale akiwa huko Kampala nchini Uganda. bismillahi rahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasalam. Shukurani zote njema zake Allah subhanahu wataala atamtakia rehma namani vimfikie bwana mtume sallallahu alaihi wasalama ali zake na masaba wake na wote watakayofataana mnombo wake mpaka siku ya malipo hivi. Tunamshukuru Allah kwa vyote kwa neema ambazo kwamba zinaonesha nazo kunanomba Allah au mweye kutuchungia naao mwenye kutubariki na tuzidishie neema hizo hivi. Nawapongeza Waislamu wote kwa kufikia siku hii, siku ya al ni siku ambayo kwamba tofauti kwa masiku mengine na siku hiyo huwa tunasherehekea Idi kwa kupata makumbusho au kupata somo wa babu ya waumini ambayo kwamba anaitwa Ibrahimu alaihi salam, alivyokuwa akienda akifanya ahadi kwa Mwenyezi Mungu baada ya kukaa umri mrefu asina mtoto, na akaahidi Mwenyezi Mungu kuwa akipewa mtoto akafanya mwenye kufanya swadaka kwake, na hivi Mungu wakam kawa mwenye kumkumbusha baada ya muda kidogo, kumwambia ahadi yangu yabidi utekeleze. Na Ibrahimu akawa amesalimu amri, akamchukua mtoto wake Ismaili kwa kuweza kutekeleza ahadi. Hivi Mungu akamuinua, akamwinua wafadainahu bidhibhin adhim, Mungu akamwokoa kwa kutumia ile kondoo. Sasa ndiyo maana tunachinja wanyama hao siku hiyo ya Idi. Tunachinja muda gani? Tunachinja baada ya swala So, tunawahimiza maimamu na Waislamu wote okay, kuwa wao wenye kuja mapema kwa kuswali swala ya Idi ili turudi nyumbani kwa kutekeleza ibada ya kuchinja wanyama hawa. Mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu salam, alisema tukiwa tumeenda kuswali Idi hii ya abuhia, tuende na tumefunga, kisha tutafungua kifungo hicho baada ya swala ya Idi. Inasemekana kuwa Bwana Mtume alikuwa akirudi nyumbani baada ya swala ya Idi, anauchinja ule mnyama Inasemekana na kuwa yeye alikuwa akitumia mnyama huo ambayo kwamba umeuchinja kwa siku hiyo kwa kuweza kuanzia, ndiyo chakula ambayo kwamba ilikuwa ya kwanza wa kuingia mdomoni mwake ili kupata baraka za mnyama huo. Na ukichinja kabla ya Idi, swadaka mina swadakati, itakuwa swadaka katika swadaka nyingine, haitakuwa haitachukuliwa kama mnyama wa ubuhia. Hivi mnyama ukiwa umechinjwa, mnyama unagawanywa kwa aina tatu aina ya, ina ya kwanza inakuwa ya watu wa nyumbani, aina ya pili inakuwa ya watu wa familia, sehemu ya tatu itakuwa ya watu ambao kwamba hawana uwezo kwa siku hiyo. Sasa nawahimiza Waislamu wote tukiwa tumechinja mnyama hiyo tu wenye kugawanya kwa gawanya kwa mara tatu, au kuweza kuwafikishia mgao huo wale ambao kwamba wanafaa kuupata.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Huyo alikuwa ni Shekh Abdallah Kambale kutoka Kampala nchini Uganda, na mawaidha hayo yaliyotupa ufafanuzi wa sikukuu hii ya Idul Adha Akitoa shime hapo kwa waislamu kusherekea sikukuu hii kama ilivyoamrishwa katika vitabu vya dini. DW tunakutakia id mubarak yenye kheri hapo nyumbani. Kutoka kwetu hatuna cha ziada, ni dakika tano hizo za kukufahamisha hasa id ul haji maana yake ni nini. Natumai umefahamu kwa kina kabisa. Mimi ni Saumu Mwasimba, hadi mara nyingine, asante na kwa heri.